Je, mwanafunzi wako anaenda shule ya umma ya Abakuki APS au shule mbadala ya elimu ya Abakuki APS? Ikiwa umejibu ndiyo, basi watapata benki ya mavazi ya jamii ya shule ya Abakuki APS. Benki ya nguo ni njia ya bure na ya busara kwa mwanafunzi wako, atapata soksi mpya, chupi, nguo ambazo ni rahisi kutumia au vifaa vya shule ili ziweze kujitokeza tayari wakati shule inapoanza. Hapa katika benki ya nguo, dhamiri yetu ni kutokosa siku ya shule kutokana na mavazi yasiyofaa au yasiyotoshesha au vifaa vya shule. Tunachukua hiyo kwa umakini. Kama familia yako inahitaji msaada, jua kwamba hauko pekee yako, msaada bado uko palepale pale. Katika mwaka wa shule 2020 mpaka 2021 pekee tulihudumia wanafunzi wapatao 2500 kuwasaidia kupata nguo, kanzu au vitu vya shule walivyovihitaji kufanikiwa shuleni. Habari njema ni kupata soks, chupi, nguo, viatu na vitu vya shule kwa urahisi na bure. Kile uhitaji kufanya ni kuungana na mwalimu wa mwanafunzi wako au mshauri wa shule au muuguzi ili kuwajulisha kwamba unahitaji vitu fulani. Watakuuliza maswali machache, lakini hili ni ili tuweze kuhakikisha kuwa mwanafunzi wako anapata vitu vinavyoendana na mahitaji yao. Kisha timu yetu itaandaa agizo lako na kuiacha shuleni kwako, kwa kawaida katika takribani wiki moja, katika mfuko usio na kifani kwao kuchukua nyumbani. Wakati mwingine unaweza kupata vocha katika furushi lako. Hii itawezesha kwenda kwa mmoja wa washirika wetu wa biashara kuchagua viatu au nguo ambazo zitakazokufaa kwa ajili ya mtoto wako. Makampuni haya yapo karibu na mistari ya mabasi ya jiji lakini, ikiwa unahitaji msaada kufika huko, tafadhali ongea na mtu katika shule ya mtoto wako ambaye alikusaidia kupata mfuko wako wa benki ya nguo. Hivyo, kama mwanafunzi wako anahitaji nguo bora au vifaa vya shule, usisubiri, ongea na mfanyakazi katika shule yake leo. Waambie umeona video kuhusu benki ya nguo na kwamba unahitaji msaada kwa rejea. Kabla ya kujua mwanafunzi wako atakuwa na nguo au vifaa, hii inafanya shule iwe rahisi kuhudhuria. Ikiwa una nia ya kusaidia benki ya mavazi, unaweza daima kusaidia kwa kuchangia nguo, msaada wa kutafuta fedha au kutoa muda wako. Ili kujifunza zaidi kuhusu jinsi unavyoweza kushiriki, tembea kiungo katika maelezo hapa chini. Kwa maelezo zaidi juu ya programu hii wasiliana na Benki ya Mavazi ya Jumuiya ya Shule za Abakuki kwa simu 2481873 au kwa barua pepe aps.edu Unaweza pia kutembelea tovuti ya benki ya mavazi ya jumuiya ya shule za abakuki APS kwa anwani ifuatayo aps.edu community clothing bank. Utapata taarifa muhimu kuhusu mchakato wa kupata aina hii ya msaada. Asante kwa kutazama.